Asalamu aleikum. Kiujumla tumejiandaa vizuri kwa mchezo wetu wa kesho, tumejiandaa kwa ajili ya kupambania pointi tatu katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri, kwa kila mtu yuko tayari, kwa niaba ya wachezaji wote wako tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Mwalimu usema kweli, ana shida yote na mwalimu yuko tayari kumpa mchezaji yote ambaye atapambana kwenye mazoezi nafasi, na nadhani wachezaji wote wanapambana na kujitolea kumuonyesha mwalimu ana uwezo gani wa kuweza kupambania timu kwa wakati yake yeye mwalimu alikuepo. Kwa hiyo kwa wachezaji na shida yote na wanatano wote wanapambana kwa ajili ya timu ah, kusema kweli Mtibwa ni timu nzuri na tunawaheshimu sana Mtibwa Sugar, kwa hiyo ni timu nzuri na timu yenye historia kubwa Tanzania. Kwa kwa sisi kama timu kama Simba tumejiandaa vizuri kupata pointi tatu kujidia Mtibwa, kwa sababu si ni timu kubwa, na si kila mechi kwetu ni finali. Kwa hiyo tuko hapa kupambania Simba kwa ajili ya pointi tatu. Salamu alaikum salamu, kiujumla salamu. Uh, tumejiandaa vizuri kwa mchezo wetu wa kesho, tumejiandaa kwa ajili ya kupambania pointi tatu katika mchezo wetu wa kesho. Kwa maandalizi yako kwa vizuri kila kwa mtu yuko tayari, kwa niaba ya wachezaji wote wako tayari kwa wa kwa ajili ya mechi ya kesho. Uh, mwalimu usema kweli ana shida yote na mwalimu yuko tayari kumpa mchezaji yote ambaye atapambana kwenye mazoezi nafasi, na nadhani wachezaji uh, wote wanapambana na kujitolea kumwonyesha mwalimu ana uwezo gani wa kuweza kupambania timu kwa wakati yake yeye mwalimu alikuwepo. Kwa hiyo kwa wachezaji ina shida yote na watano wote wanapambana kwa ajili ya timu. Ah, kusema kweli Mtibwa ni timu nzuri na tunawaheshimu sana Mtibwa Sugar, kwa hiyo ni timu nzuri na timu yenye historia kubwa Tanzania. Kwa kwa sisi kama timu kama Simba tumejiandaa vizuri kupata pointi tatu kujidia Mtibwa, kwa sababu si ni timu kubwa na si kila mechi kwetu ni finali. Kwa hiyo tuko hapa kupambania Simba kwa ajili ya pointi tatu. Ah kusema kweli morali iko juu sana kwa sababu tuna mwalimu mpya na si kama wachezaji kweli hatutaki kupoteza muda tena kama mwaka jana kwa kuwa hatujamaliza vizuri katika mzunguko wa mwisho dhidi ya Azam. Kwa hiyo si kama wachezaji tuko hapa kupambania timu na hatuko tayari kupoteza katika mchezo wote. Kwa hiyo kama huu ni mwaka mpya na si tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kupambana dhidi ya Mtibwa. Nadhani itakuwa mechi yetu nzuri na itakuwa mechi ya burudani. Kwa hiyo tunaomba washabiki wetu wa Simba wajitokeze kwa wingi waje kutupambania wachezaji wao na sisi tuwapambanie tuwape furaha.